Tai wa pili, sala na kazi. Usiwe mtu wa sala tu ukasahau kazi, au kawa mtu wa kazi tu na miradi ukasahau sala. Vyote viwili kitaka kufanikiwa kupepea vizuri, vyote vinaenda pamoja, ni mapacha mabawa haya sala na kazi, ora et labora Kilatini. Mabawa haya ni kanuni ya makuzi ya Mkristo iliyoasisiwa na Mtatifu Benedikto. Pia ni, na kanuni hii imekuwa kauli mbiu ya maisha ya wamonaki wa, wa Mtakatifu Benediktino na amekuwa kauli mbiu ya maendeleo makubwa ya Ulaya. Ulaya <coughs> walisimamia hiyo kauli mbiu, sala na kazi, wakapata maendeleo makubwa na ambayo sisi huku tuna yafurahia ya sayansi na teknolojia kwa njia ya sala mbawa la sala. Maandiko matakatifu yanasema hivi, sikia yanavyosema kuhusu bawa hili la sala. Unamwekea Mwenyezi Mungu kazi yako, nayo mipango yako inafanikiwa. Kisha umwekea Mwenyezi Mungu kwa njia ya sala, hiyo mipango yako anaibariki na inafanikiwa. Soma kitabu cha Methali sura ya 6 aya ya 3. Na kwa njia ya bawa la pili la kazi, sikia maandiko matakatifu yanavyosema, na yanukuu: fanyeni kazi kwa hofu na tetemeko, kwa ajili ya ukombozi wenu, kwani Mungu ndi afanyaye kazi daima ndani yenu na kwapeni uwezo wa kutoka wa kutaka uwezo wa kutaka na kutekeleza mambo yanayopatana na mpango wake mwenyewe. Fanyeni kila kitu bila kunung'unika na bila ubishi, ili mpate kuwa watu safi